Leo tarehe tisa mwezi wa 12, 2025 nimefika kukabidhi bati 100 ahadi ambayo alitoa Mheshimiwa Mbunge Daktari Juma Zuberi Homera wakati wa kampeni. Bati hizi zimekuja kijiji cha Mkongo Gulioni kwa ajili ya kuwezeka ofisi ya kijiji cha serikali ya kijiji ya Mkongo Gulioni. Bati hizi ziko mia hizi ni ahadi ambazo mheshimiwa alizitekeleza. Mheshimiwa mbunge aliahidi ahadi nyingi sana, kama hilo jengo linaonekana hapo nyuma, tayari wananchi wameshaweka kenchi, kwa hiyo kama mvua zitaendelea kunyeshea, ningeweza kubomoka. Kwa hiyo mbunge, kwa kuona umuhimu wa jambo hili, leo ameamua kuzileta hizi bati. Kwa kweli, mheshimiwa mbunge amedhamiria kuwainua wananchi wa jimbo la Namtumbo. Uh, kwa majina anaitwa Priscilla Pearson Bawala. Ni mwakilishi kutoka Site Trust Foundation. Leo hii tumekuja kukabidhi hizi bati hapa kama ahadi ya mheshimiwa. Sisi kama Site Trust Foundation tunashirikiana na mheshimiwa mbunge Juma Zuberi Homera kwa ajili ya kutimiza ahadi zake ambazo walikuwa wameziahidi, tutazitimiza hizo ahadi na kurekebisha hayo matatizo ambayo wanawakumba. Lengo letu ni kuhakikisha kuwa jamii inakuwa salama na changamoto zao pia kuzitatua dhamira kubwa ni kwenda mchaka mchaka, hasa kwenye maendeleo ya Namtumbo, kama sera yake alivyosema, tumechelewa tunakimbia. Na kila mmoja aliona kwamba kweli Namtumbo tumechelewa, ndakiwa na tukimbie. Leo hii zimeletwa bati kwa ajili ya ofisi ya kata ya Mkongo, lakini pia sauti yake imefika mbali, imefika mbali sauti yake. Kwa wananchi, anawahimiza walime zao la ufuta, mbaazi, mahindi ikiwezekana tuzidishe kilimo, masoko yanaendelea kutafutwa, ili mambo yaende, kwa sababu hatuwezi kufanya maendeleo pasipo na nguvu zetu binafsi, hasa kujitoa kwenye mfumo kama Mheshimiwa mbunge wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndugu Dr Juma Zubeli Homera amejitoa, na anaendelea kupambana na jimbo la Namtumbo. Juzi tukaapishwa hapa, leo vitu tunaona kafanya mambo katika, katika... kanda tofauti tofauti. Kwa majina naitwa Ramadhani Abdara Chale, ni mwenyekiti wa kijiji cha Mkongo Gulioni. Napenda kuchukua nafasi hii kwa niaba ya wananchi wa kijiji cha Mkongo Gulioni na halmashauri ya kijiji kwa ujumla kutoa shukurani za dhati kabisa kwa daktari mheshimiwa Juma Zuberi Homera kwa kile ambacho amekifanya katika tarehe ya leo, kutekeleza ahadi ambayo alihaidi tarehe tatu mwezi wa kumi alipokuja kwenye kampeni. Wananchi walikuwa na hitaji kubwa sana la bati pamoja na vifaa vya viwandani kwa ajili ya ukamilishaji wa ofisi ya kijiji. Leo hizo hizo amelitekeleza na kulitimiza kwa niaba ya wananchi mimi niseme na namshukuru sana. Kwa majina ya Joseph Lawrence Ngongi, na leo ametuletea bati. Sisi tunashukuru tunajua kwamba yeye ana uchungu kutoka moyoni. Ah, kukamilisha kwa, kwa jengo hili kutatusaidia vitu vingi. Kwanza kijiji kilikuwa kina ofisi takriban miaka yote inapoisha hapa. Haina ofisi kamili ya mwenyekiti wa kijiji wala mtendaji wa kijiji. Kwe kwa hiyo kwa ofisi hii itatusaidia kupata ofisi ya mtendaji wa kijiji pamoja na mwenyekiti wa kijiji ambao walikuwa wanaishi kwenye holo la mbuzi eh, ofisi ilikuwa kwenye jengo ambalo mbuzi wanalala humo humo, bundi analia humo humo. Kwa hiyo hatukuwa na ofisi, tulikuwa tunayani kama tunatangatanga, lakini kwa saa hizi tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Tukipata hii ofisi ikikamilika, tutakuwa tumepungukiwa ile adha ya ofisi. Kwa jina naitwa Betina Nchimbi, nashukuru sana kwa mheshimiwa kwa mheshimiwa Juma Homera kwa kutuwezesha kijiji chetu ofisi ya kijiji kutuletea bati. Kwa hiyo tunakupongeza sana. Tunasema asante kwa ahadi yako uliyoitekeleza.